kwa sababu nimeshukuru timu yangu inacheza nyumbani na nitaiangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na naondoka na kuchoka. Najiamini, hapana, ikiwa wakikosa goli tatu, basi nne Goli, leo namdhalilisha yni na, kwanzia mbili yeah, tatu nne, siko hizo leo. Namdhalilisha mwadabu, ndo nakuambiaje, safari hii nafunga magoli mengi na uchungu na uchungu, uchungu wa bila kumpiga yule likotoka yeah. asira zangu nakuja kumalizia hapa. Eh, nakuja kumalizia hapa asira zangu. Yule apati sare yule anapigwa goli mbili bila, nakwambiaje anapigwa goli mbili bila. Ukumbuke alirushiwa kisu uwanjani, kikaja sikii kikadondokea kika kwenye, kwenye mguu wa wa mchezaji. Je, ungemchoma bora tangerusha hata akopo mara mia kuliko yes, kurusha kisu na kile kitu kilionyeshwa, mpaka sisi huku tuliona. Kwa kweli leo ni kisasi kikubwa sana leo, na wana kisasi leo. E, kuna kisasi kikubwa sana mimi, zile sina hata bp sina yani. Mimi akili zangu zote nimeziweka hapa, na nawaamini wachezaji wangu kwa kazi wanaenda kunifanyia leo humo ndani, yani watajituma sana watoto wangu, sina wasiwasi na vijana wangu sina wasiwasi na vijana wangu. Najua leo wakoka sima watavuja jasho na watafu, damu lakini kusudi sisi tukiwa huku nje tunashangilia machungu yatutoke, hata siku ile tuliofungwa sawa. Haiwezekani kutoka mimi, sio Simba, mimi siyo Simba. Yeah? Ah, mimi sio Simba kwa ah, sababu Simba, Simba. Yeah? cha kwao kinawashinda atakiza cha jirani pointi tano ndio nini leo mi navuka leo navuka mipaka wanaomba dua huko dar es salaam hata waombe dua wangekujua anajua wangekuwa wanaomba dua basi ilo dua wangelifanya wakati wanacheza simba na yanga ndio dua lao wangelifanya simba na yanga, waombe dua, kwa, so, na yanga wamemshindwa wajua waombe dua kwa mechi ya waarabu tunajiandaa so, tarehe moja. Ah, hawana uwezo tarehe moja mi nawapiga nawapiga goli saba bila, nawapiga na goli saba bila wa Simba? Yani nikiwakosa sana goli saba moja, saba kwa moja, saba kwa moja. Tarehe moja hiyo lishike hili, yeah. Na utanikuta hapa hapa na mechi nachezewa hapa hapa, lishike hili, yeah. Utanikuta Zanzibar na mechi nachezewa hapa hapa Zanzibar, yeah. Mm. Goli saba moja au moja bila moja, moja, moja, moja, moja saba goli saba, goli saba bila au saba moja. Simba Sports hapo eh, na usajili mpya hakuna kitu chochote, hakuna kitu chochote. Magarasa kwangu mimi wao ni magarasa, mwalimu wake na Kakome. Ah, subutu zaangefunga magoli mengi pale, kafunga goli gani? Goli la offside. La offside. Ha, offside ile ilikuwa offside, ya? Offside. Offside ile eh, go... mi sikuangalia mpira lakini nimesikia kuna mtu kasemaje goli lenyewe liko offside. Ah, kama umeambiwa tu. Eh, mimi siwezi kuangalia mpira wa Simba, unanisaidia nini? Siangalii, siangalii, niko radhi nikaangalie taifa ka hivi niwacheke taifa Yeah? e naenda ya Taifa, nimevaa nguo zangu za Yanga, naenda kuacheka, lakini kama kwenye TV hey. Sina mda huo nikapoteze muda niache kufanya biashara. Jana ile wana wanaangalia mechi huko yeah. Mimi huku nauza nimepiga pesa, e, nimepiga pesa, so nzuri tu wanacheza, waendi popote e, hey. Wale wamecheza kwa kujifurahisha oh. Wana mbio za kukimbilia wapi hawana ndio oh, hivyo naona wamenoa visu, alafu vile visu wamevinoa wameviweka, mnunuaji hamna Tukutane baadaye mama. Tukutane jioni. Haya. Haya. Jioniay